Ni mpole andisi mahapa shori Remba ni show ambaye takwenda kuletea mapenzi. Ukisikia mahaba, jua ni mapenzi nani. Na leo ndani ya show tuko na mrembo madam mkali sana, ambaye atatuambia, anaitwa nani, anatoka wapi, na je swali langu atajibu ama hapana. Na swali la leo kwa street tunauliza tu, je, unaamini mapenzi, kuna mapenzi ya kweli madam? yes. mambo kwa sana. unaitwa nani Naitwa Morin. Unaitwa? Morin. Eh, jina tamu sana. Asante. Karibu sana kwa show. Aha. Uh-huh. Hii inaitwa Eni Mpole show. Mm-hmm. Na hii ndio inaitwa Mahapa show. Mm-hmm. Unafanya, yani, unauliza maswali concerning mapenzi. Okay. So Morin, mm-hmm, wewe swali langu la leo. Mm-hmm. Do you believe in love? Mm, squeezy. Tunaekanga 50-50. Ati hauamini mapenzi unaekanga 50-50? Eh, squeezy mapenzi ni 50-50. Venye kutaenda kuende. So mm, you it's not 100%. Mbona unasema hivyo? kwa sababu unajua. Mm. Sasa ukisema like upende mtu 100% 0 mm. Wende utaumia peke yako. Utaumia aje? Nataka kujua pale, kujuapale utaumia aje? okay, in short mm, italingana ni mapenzi gani? Mm -hmm. long distance, short distance mm, ama gani hii mapenzi u ya saizi? Unajua, kuna mimi nasema mapenzi yoyote, yani general yote. yeah. hii enzi yetu mapenzi mm, na hii Nairobi, mm, takufa mapema. Aya, a kwani wewe unaifanyia ama mimi? mm. Mi sijai kapitia, amsjai mi, ndo huwa na had break aje? Sasa sitalingana na vibe, kauna vibe mi takukat off. Sasa huyo, kwa boy, unapenda nini haswa? huwa unampendea nini kwa chali? mm. Mi bora ni chali ameiva, chali ana kafiti, ameiva kivipi Maumbile uh-huh. Anakaa vizuri sana mm. E, msee mwenye maybe mnaweza settle naye hata ukitembea naye kwa umati. mm-hmm. Hauogopi? mm. yes. So humuogopi kutembea naye? Siezi, siezi anatembea so, kuna... vizuri kama yeah. Nimemshika mm. tunaenda hivi mm. kuonyesha hivi hivyo, oh, mbele ya watu mm. Sasa inakuwa aje? niona ah sasa kama msee hana vaib mi mm. ntafanya mi na try kukuwa like seductive, mm -hmm. na try kukuonyesha love lakini, mm -hmm. we on your side mm -hmm. haunipei hiyo the vibe. Sasa oh, shida ni kwa mapenzi ama ni love yenyewe upendo, hayana mapenzi ya kweli ama nii, ni, yeah, ni kama like mi ndo nitakuwa like na force mm -hmm. Unajua, kwa mapenzi mm -hmm. mwanaume ndo anafaa kupende sana, si msichana anafaa kukupenda mm -hmm. mwanaume mwanaume mwanaume mm -hmm. yeah. so, mwanaume ndiye atakana apende sana mm, mimi nikupende kidogo shih ji mwanamke ndio anatakana apende sana. <coughs> hmm. ni mwanaume hapana. hmm. ni mwanaume mwanaume ndio anafaa kupende sana. hmm. Uh, so unapenda mwanaume akona vibe ameiva sana na pia akona